Saba nukta sifuri Mpanda Red FM mtaa kwa mtaa, hii hapa imeanza, wakati huu mpaka pale saba za mchana, na tumeanza hapa. Tutakwambia kabisa hii ni welcome weekend. Unatakiwa kuukusanya mpunga wako mapema kabisa, weekend yako ikawa ya moto. Na tunaanza kizamani zamani, furani hivi kila mtu ana TBT yake bwana. Sasa hii inaweza kuwa tbt kwangu, alafu kwako isiwe tbt. Kuna wale tulizaliwa elfu mbili na saba elfu mbili na nane elfu mbili na tisa hii kwetu ni tbt au tabata. Tabata nini? Tabata batani, au sio? Basi ndio hivyo, tunakuwa tumesogea sogea mjini na sisi angalau kidogo. Dar es salaam Tabata tbt. Halo Hamisi wewe 0621780663, karibu sana kwenye mtaa wako huu hapa, na mimi kama barozi tayari nipo ndani kwa kuhakikishia kwamba mambo yote yanaenda kukaa bam bam, mambo yote yanakaa kwenye mstari wake. Niko na Sportpesa unanihakikishia kwamba mpunga mpunye yenye mapesa manoti ma, ndio time yake hii hapa kuweza kukuju, kukujuza wewe kwamba michongo yote inayohusu pesa basi, ukianza na mtaa kwa mtaa kwenye mtaa wetu pia kutanona kukiwa na pesa mingi ule wenzetu SportPesa wanatuambia kwamba hivi kimenuka kimenuise kimea- kimeharibu kabisa hali ya hewa, kimenuka Stamford Bridge pale London. Dabi moja matata sana inaenda kuanguka siku ya leo. Chelsea wanamkaribisha mpinzani wake Tottenham Hotspur, wagonga nyundo wa London wale, ni pale pale darajani, wanapaita nyumbani Stamford Bridge hawa bwana wakikutana lazima mechi iwe ya kusisimua. Upinzani ni upinzani kweli kweli, e, mpaka huitwa battle of the bridge. Kama mechi imeshaanza usiwaze nafasi ya kusuka mikeka, bado ipo live beti, na inapatikana pia mpaka kwenye menyu ya USSD, ambapo hapo unabonyeza nyota mia moja hamsini nyota themanini na saba alama ya reli Usikubali kupitwa, ujue kuwa ukiwa na Spot Pesa huwezi kukosa kitu. Ushindi bado unaendelea, Spot Pesa mamipunga amezaga zaga tu, wewe tu na maamuzi yako, hauwezi kusema umechelewa. Live ipo pale, pia una uwezo wa kubeti. Kwa msaada zaidi, unaweza kupiga huduma kwa wateja kupitia sifuri saba sitini na nne kumi na moja hamsini na tano themanini na nane au unaweza ukaenda kwenye mitandao kule ya kijamii SportPesa Tanzania. Ukienda Facebook pale unakuta pameandikwa SportPesa Tanzania, bofya hapo. Ukienda Instagram unabofya pia SportPesa Tanzania, na ukienda kule Twitter maarufu kama X pia ukabonyeza SportPesa Tanzania. Unaenda kuenjoy kwa mibeto ya hatari. Mipunga imezagaa zagaa tu inakusubiri wewe uweze kubeti na uweze kujipatia hii mipesa hii, bwana mibeto inahusu tu sisi wenye umri wa kuanzia miaka 18 kwenda juu. Hairuhusiwi kuchezwa kwa wenye umri walio chini ya miaka 18, haikuhusu kabisa. Hii ka kando, weka mbali na watoto. Unamiliki pesa mtoto ya nini? Tunajua mtoto alala na nepi, uwe pesa ya kazi gani? Tuache, si miaka 18 kwenda juu, unakosaje pesa? Wanasema hivi penzi si pesa, ila likiwa lina pesa lina noga fulani hivi. Au niambie, weekend yako itanoga vipi kama hauna pesa? Na SportPesa ndio wenye mapesa yao.